Bwana, ngoja nikusanue kitu ambacho nimekutana nacho leo kwenye mitandao ya kijamii. Kila nikipita Instagram, nikipita Twitter, nakutana na information, nikasema no, ngoja ni dig kidogo, alafu nikusogezee. Ipo hivi, kesi ya mauaji ya kuagiza mtu ndio inamkumba huu bwana hapa, Lil Durk, according to maelezo ya watu mbalimbali. Mi nitakwenda deep zaidi ili tuweze kuelewana, na kama ulikuwa uielewe hii kesi uweze kuielewa vizuri yani. FBI inadai kuwa Lil Durk aliwaajiri watu literally wamsake na kumua Quando Rondo. Wanasema ilikuwa ni kulipiza kisasi cha kifo cha aliyekuwa rafiki yake mkubwa yani, namzungumzia ya King Von. Hii kesi ni, ni kesi moja kubwa sana, kwa sababu jaji mmoja ambaye anaitwa Michael Fitzgerald amesema kama Lil Durk atapatikana na hatia atapewa kifungo cha maisha bila parole yaani kifungo cha maisha ya jela full stop. Lil Durk mwenyewe uh, alikuwa anataka kupewa dhamana na alitoa ofa takribani milioni 4.5 Cash, security binafsi kifungo cha nyumbani na kifaa cha kumfuatilia kila sekunde, lakini jaji alikataa. Alisema kwamba hiyo hela ni ndogo ukilinganisha na utajiri wa Lil Durk, akiongeza kwamba mtu yoyote mwenye hatari ya kifungo cha maisha, hata kama hana hatia, anaweza kufikiria kukimbia. Unajua kilichowaumiza zaidi FBI, kwamba waligundua kwamba baada ya tetesi hizo zikuja kwamba FBI wanataka kumkamata Lil Durk alinunua tiketi ya kwenda Dubai, na jaji alisema kwamba

This is a man with money, power, and influence. And influence. It's one thing to try to try keep him from using that money, power, and influence. Ingawa Lil Durk yeye mwenyewe alisema kwamba alikuwa na mpango wa kibiashara na alikuwa tu ni ana roho yake anataka kwenda zake mashariki ya kati na kuhama nchi, so sijua mnyamozi sasa hivi amekuwa zake Muislam. So kitu ambacho pia unatakiwa ufahamu ni kwamba hata kwenye mstari wa nyimbo zake wameziingiza kwenye kesi walikuwa wamesoma. Uh, mfano wimbo wake wa wonderful Wayne na Jackie Boy ulitolewa baada ya tukio hilo la Quando Rondo kupigwa risasi, unamuhusisha na kifo cha jamaa, ila wakili wa Lil Durk anasema kwamba wimbo huo uliandikwa kabla hata ya tukio influence to coerce people into making certain statements or changing their testimony or testifying or not testifying when we keep them locked up in the jail

ambaye anaitwa Andrea Robson alitokea bwana huko Savannah, Georgia na kuongea mahakamani, alilia mbele ya jaji akisema kwamba sikuwahi kufikiria nitampoteza mwanangu. Ana watoto watatu ambao sasa hawatamjua baba yao. Kumbe bwana mshikaji ambaye alipigwa risasi akauawa ana watoto watatu, na mamake alikuwa analia kwa sababu ameachwa na wajukuu na wajukuu inaweza wasimfahamu kabisa. Kesi ni nzito, na mpaka sasa Lil Durk amekaa ndani tangu Oktoba ya mwaka jana. Kesi yake imepangwa kuanza rasmi Oktoba tarehe 14, mwaka huu, ila wamekubaliana kuwa hawatamfunga kwa hukumu ya kifo. So hukumu ya kifo kwake imepigwa chini, lakini kuna hatihati ya hukumu ya maisha. Lakini hii story inaonyesha jinsi maisha ya rap yanaweza kugeuka ndani ya sekunde chache tu. Leo huko juu, kesho unaweza ukawa jela ukisubiri hukumu ya maisha. Si kila bifu ya mtaani inapaswa kuhamia kwenye damu. Haya mambo ni ya, ku, ya kutufunza tu tunapaswa kujua tofauti kati ya msanii na mtu wa mtaa fame is not worth your freedom maniga like comment subscribe for more information deep like this I go by the name Credula King the first king of 21st century